Ali alimtupe nini ambacho unajua, <sighs> bado ndo huko katika harakati harakati, za kupanda kupanda ama kukwea kupanda boti. Naona mlikuwa mnapata shida kujua kwamba ni kupanda ama kukwea, lakini vijana wa mjini huwa mara nyingi eh, neno kukwea wanatumia katika ndege. La kwenye boti huko, mara nyingi tunatumia kupanda na nikwambie tu ya kwamba sasa hivi tayari mimi nipo uh, katika uh, boti ya Azam Azam Marine, tupo nje huko, ili tuweze kupata upepo uh, wa bahari ya Hindi. Uh, na tayari safari uh, muda wowote inaanza, kwa sababu sasa hivi boti ambayo tumepanda ndio inageuza hapa kwa ajili ya safari ya kwenda visiwani uh, Zanzibar, ambako inafahamika ya kwamba shughuli ni moja tu uh, kesho Uh, fainali ya pili ya uh, CAF Confederation Cup ama kombe la shirikisho barani ya Afrika. Na nikwambia tu Philipo Sisi, na watazamaji wa kurasa za mwisho ya kwamba leo hii kurasa za mwisho inatokea katika uh, bandari ya Dar es Salaam. Unaweza ukaona kwa mbali kule uh, mwonekano wa bandari ya wa wakati huu chombo uh, ikiwa inageuza na ndani ya chombo hichi uh, wapo watu ambao wanakwenda Zanzibar za kwa ajili ya shughuli zao binafsi, lakini wapo ambao wanakwenda kwa ajili ya mechi hiyo ya Confederation Cup na miongoni mwao ni ndugu yangu yupo hapa, ambaye yupo na jezi yake kabisa hapa, akiwa anakwenda Zanzibar kwa. Na mambo vipi <laughs> kwa ajili ya Simba Sports, ama sio? Ni safari ya ubaya ubwela, ubaya ubwela, una uhakika ubaya ubwela utafanya kazi moja. Nasema kwamba tafsiri yake saiki moja jana alikuwa anasema ya kwamba kama kuzungumza Kiarabu na wao wanazungumza Kiarabu na, kia eh, na yeye akasema alhabibi alhabibi <laughs> na kama ukishindwa taarifu sema tu <laughs> atete sema mambo yanakwenda mzuri, kwamba utakuwa umezungumza Kiarabu mtu atakufa vizuri. unaizungumziaje mechi ya okay, kesho ah uh, kikweli kama Simba Sports Club tumejipanga kuhakikisha kwamba kwanza tuna, tunarudisha zile goli mbili then tunaenda kutafuta goli mbili nyingine unaona hilo, tuna uhakika ilo... wa goli nne unaona hilo, likifanikiwa bila shaka yote, kwa sababu tumeshafanya comeback nyingi kwa wale watoto wadogo ambao hawajui tulifungwa goli nne Dar es Salaam na Mufulira Wanderers, tukaenda kumfunga kwao goli tano. Kwa hiyo sisi ndo wazee wa Almasi. Alitufunga kwake goli mbili na sisi tukaja kumfunga kwetu goli mbili tukaenda kwa ya penalty. Kwa hiyo hatuna shaka kwenye eneo hilo kwa sababu tumejipanga, na tuna uhakika wa asilimia mia moja, matokeo ni ya kwetu Simba Sports Club. Mechi ya nusu finali Simba Sports ilicheza fale fale wakwanda, uh, pale pale mkondo wa kwanza zile uh, Stellenbosch. Sasa finali inapelekwa hiyo dimba la Amaan bila shaka yoyote, matumaini ni kibao kabisa. Matumaini ni asilimia mia moja. Tuna uhakika na hiki tunachoenda kukifanya Zanzibar. Asilimia mia moja. Simba Sports, Sports Club tutashinda na niwahakikishie na niwape imani wana Simba kwamba hii mechi ni yetu na hii tunabeba. E, Bwana mechi ni yetu na hii tunabeba. Hayo ni maneno ya shabiki wa Simba ambaye anatoka Dar na es Salaam anakwenda Zanzibar kwa ajili tu ya mechi ya CAF Confederation Cup. Mkondo wa pili ambao utapigwa kesho kwa saa 10 kamili jioni. Kwanza msikilizaji wangu HD. Filipo Sipriani, ujumbe kwa hmm majirani wa kwa wape majirani Waarabu wana neno neno moja na mimi naunganisha kwa Kiarabu kwa hiyo. Tunasema wa mangua hikagua hika bila sababu kwa huwa majinuni. Mtu anayecheka cheka leo bila sababu huyo ni mwenda wazimu. Kwa hiyo kesa... kesho aje ajue akina nani watakaseka na kukurani. Filipo Sipriani, umesikia ujumbe uh, Haibana nimekutana na kwamba na... hapa wa kurasa za mwisho nzuri ba... kabisa uh, kumbe tupo wote katika safari, bila shaka tulipo unatupata vizuri kabisa. Nipo naye hapa ndugu <tostin> uh, katika chombo na safi, safi. Vizuri kabisa, tayari na tiketi yako kwa ajili ya Zanzibar. Wasalimie kwanza watazamaji wa kurasa za mwisho, watambue ya kwamba mchambuzi wao Sho na kuona Mora kuona Judy Filipo Sipriani eh, lipo na ndugu yangu eh, wa mtaani. Sasa leo tutana hapa kwenye eh, kwenye board tunaelekea Zanzibar ah, uh, kwa ajili ya fainali ya pili ya Kombe la Shirikisho Afrika kati ya uh, ah, Simba Sports Club ah, dhidi ya Amerikani. Kwa nini hapa lakini, ni kweli nimeona sikwai kwa nini natembea sana na kuona kombe la shirikisho inafanyika kwamba tuna ina, ina uhitaji mkubwa sana wa viwanja vingi sana vikuu vya kimataifa visambae katika nchi yetu kuondoa hii haja, lakini kikubwa ni kwamba Watanzania wameitika wameitika kwenye anakuja pia so, na, na sana kwa safari za kwenda Zanzibar ni kwamba leo wahitaji wa ni wengi, wakati ni wengi kweli kweli, na na bila kuficha natuongee no, tu ukweli bila bila, bila kumung'unya maneno uh, pasipo kuwepo na, uh, na na Azam Marine sijui ingekuwaje? Eh, watu wamefanya sana pamoja uh, na ukuu wake wote bado kuna kuna nafasi ya uwekezaji mkubwa zaidi. Pengine niseme tu kwa mabosi wako kulipo Azam Marini, bado ilipo siki, bila shaka unapopata vizuri hapo studio tabaka. Ni kwamba nafahamika ya kwamba Azam Marini wameongeza ruti kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba mashabiki wa Simba na wapenda wa soka kwa ujumla wa Tanzania wanaweza kufika Zanzibar kule bila tabu yoyote. Kama una jambo hapo studio unaweza ukaliwasilisha na kupata vizuri ah. <laughs> <laughs> <laughs> Asante sana, naamini kabisa mtaendelea kufika kwa wakati kabisa, kwa sababu ni mwendo kama wana hawa mpaka mnafika eh, Zanzibar na tunaamini kabisa uwepo wenu huko utaweza kutupa nini ambacho kinaendelea lakini ninataka kufahamu mashabiki wengi umeona, toka unavyokwenda, maanake kutokana na mfululizo wa <coughs> ruti za za za za, za, za boti leo hii zikiwa zinakwenda Zanzibar na Dar es Salaam hapo, mashabiki umeonaje? Ye, maanake tunajua kama, eh, timu hizi hizi kubwa hizipendwa, ndiyo niseme timu, <coughs> timu, timu, timu, timu, timu, timu za za nani, Zanini ni mengi hapo. Haya, timpendwa kunapokuwa na jambo, mashabiki wanakuwepo wengi, hata nje wengine wako vipi. Hapo bandarini sisi, mimi na mwenzangu Angazali ambaye yuko nyuma ya kamera hii, kiukweli tulifika mapema sana hapa, na wakati najiandaa kuingia katika boti hii, tuliwaona kweli mashabiki ambao pia wakiwa na bendera za Simba lakini kwa sababu kwa sababu maeneo mengine, lakini kiukweli idadi ya mashabiki ambao wanakwenda Zanzibar kwa ajili ya mechi hii ni kubwa, na unafahamu ya kwamba hii ni safari ya hii ndio ruti ya kwanza kwa asubuhi hii u nyingine ya saa tatu saa sita saa kumi ambapo bila shaka itakuwa na mashabiki wengi kabisa, na sio tu kwamba wapo ndani tu, lakini wapo wengine ambao hapa eh, unaona jamaa yupo na yeye, uh, ni miongoni mwa wanamichezo ambao wanakwenda Zanzibar bila shaka wanakwenda kwa ajili ya kushuhudia ya fainali ya